Tayari imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Andrew Kavano. Kwa na kwanza ni mtaasiri wake. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma limepokea vifaa vya uokozi likiwemo mtambo wa kisasa wa kuzima moto, magari ya kubeba maji, wagonjwa na operesheni za kijeshi kuongeza ufanisi wa jeshi hilo watu wasiojulikana wamechoma moto nyumba ya polisi kata wa wakata ya Chitete Ikumbilo ya kijiji cha Ikumbilo wilaya ya Ileje mkoani Songwe na kuteketeza mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Na wakati mazungumzo wa ya amani yakiendelea mjini Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 hali ya wasiwasi imeongezeka wasi mashariki mwa nchi hiyo. Habari kamili Kigoma. Jeshi la zima moto na uokoaji mkoa wa Kigoma limepokea vifaa vya uokozi, ikiwemo mtambo wa kisasa wa kuzima moto, magari ya kubeba maji, wagonjwa na operesheni za kijeshi kuongeza ufanisi wa jeshi hilo. Akizindua na kukabidhi vifaa hivyo leo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Silo amesema mkoa wa wamefurahi na kuwataka wananchi kutoa wa taarifa kwa wakati yanapotokea majanga ya moto. Ameongeza kuwa magari na vifaa hivyo ni kodi ya Watanzania, hivyo anapaswa kunufaika navyo kwa kuwa viongozi na wafanyakazi wa zimamoto watatakiwa kuvitunza vizuri kwa manufaa ya jamii. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma Michael Maganga amesema kupatikana kwa vitendea kazi hivyo kutarahisisha kazi na wafanyakazi usiku na mchana watahakikisha raia wanakuwa salama. Aidha, mganga Maganga ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa mapema wanapobaini viashiria vya moto na majanga mengine kwa wakati ili kuzuia madhara zaidi. Mwanza, mkuu wa wilaya Magu Jubileti Lauo ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura bila hofu kwa kuwa serikali imejipanga kuhakikisha kila mwananchi anatumia haki yake katika mazingira salama. Akizungumza na waandishi wa habari, Bi Lauo amesema amesema vyombo vya ulinzi na usalama vipo tayari kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, utulivu na kwa kuzingatia sheria na taratibu zote za uchaguzi. Aidha, Rauo amewaonya watu wenye nia ya kuvuruga mchakato wa uchaguzi kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Aidha, masi wananchi wote wa wilaya ya Magu na mkoa wa Mwanza kwa ujumla kudumisha mshikamano amani na utulivu kwa manufaa ya taifa. Songwe, watu wasiojulikana wamechoma moto nyumba ya polisi kata wa kata ya Chitete kijiji cha Ikumbilo wilaani ya Ileje mkoani Songwe na kuteketeza mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Wasenga amethibitisha tukio hilo na kwamba tukio hilo limetokea usiku wa Oktoba 22 mwaka huu wakati askari huyo mkaguzi wa polisi Nsajigwa Mwajeka akiwa kwenye majukumu maalum amesema, moto huo umeteketeza nyumba yenye vyumba viwili hiyo, na miongoni mwa vitu vilivyoharibiwa ni nguo za kiraia, sare za polisi, vyombo vya ndani, mahindi, kitanda, godona vitu vingine vidogo vilivyokuwa ndani ya nyumba hiyo tukio ambalo limetokea tarehe 22 mwezi wa 10 2025, majira ya saa saba na nusu usiku katika kijiji cha Ikumbilo kata ya Chitete wilaya ya Ileje mkoa wetu wa Songwe, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo aligundua mchomo kwa nyumba vyumba viwili inayomilikiwa na askari polisi mkaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Sajigwa. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni mbili. Tukio limefanyika wakati askari huyu akiwa kwenye kutekeleza kazi zake. Aidha, kamanda Asenga amesema kuwa hadi sasa hakuna mtu aliyekamatwa, na uchunguzi unaendelea ili kuwabaini ya wa wahusika wa tukio hilo, na hatua kali za kishere zitachukuliwa mara tu watakapotiwa mbaroni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Goma, wakati mazungumzo wa ya amani yakiendelea mjini Doha, kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 hali ya wasiwasi imeongezeka mashariki mwa nchi hiyo. Viongozi wa kundi la M23 wamelaani kile wanachokiita uvunjifu wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na jeshi la taifa la Kongo FARDC na washirika wake. Wamesema maeneo kadhaa waliokuwa wakiadhibiti yameshambuliwa kwa mabomu katika wilaya za Walikale, Masisi na Kalehe, ikiwemo kiwanda cha uchimbaji wa dhahabu cha Twangiza ambacho kimeripotiwa kushambuliwa mara mbili kwa mwezi Oktoba. Koroneli Nanga, mratibu wa kisiasa wa kundi hilo, amehitaja hatua hiyo kuwa uhalifu dhidi ya amani na kuishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia zinazoendelea mjini Doha na Washington. Msemaji wa serikali amekanusha madai ya mashambulizi hayo akiyataja kama uzushi wa waasi. Watu wanne wameuawa na wengine kumi na wawili kujeruhiwa baada ya mwanamume mmoja kulipua kifaa cha mlipuko ndani ya treni nchini Ukraine. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Marjana Lewa amesema shambulizi hilo limetokea wakati askari wa ulinzi wa mpakani alipokuwa akimhoji mtuhumiwa huyo kuhusu utambulisho wake katika mkoa wa Zitomir, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Kwa mjibu wa taarifa za awali, mlipuko huo umewaua askari huyo mtuhumiwa na abiria wengine wawili, na sababu ya tukio hilo bado haijajulikana. Polisi wamesema mshukiwa mwenye umri wa miaka 23 alikamatwa hivi karibuni akijaribu kuondoka nchini kuelekea magharibi. Ukraine bado ipo chini ya sheria ya kijeshi inayowazuia wanaume wenye umri kati ya miaka 22 na 60 kuondoka nchini bila kibali rasmi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jeshi la zima moto na uokoaji mkoani Kigoma limepokea vifaa vya uokozi ikiwemo mtambo wa kisasa wa kuzima moto, magari ya kubeba maji, wagonjwa na operesheni za kijeshi kuongeza ufanisi wa jeshi hilo. Watu wasiojulikana wamechoma moto nyumba ya polisi kata wa kata ya Chitete kijiji cha Ikumbilo wilaya Ireje mkoani Songwe na kuteketeza mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Na wakati mazungumzo ya amani yakiendelea mjini Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23. Hali ya wasiwasi imeongezeka mashariki mwa nchi hiyo. Waza Wazua. Msikilizaji, jaribu kupambanua, sio kila machozi ni ishara ya maumivu. Waza, Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X Radio Kwizera FM; YouTube Kwizera TV na website yetu ya Radio Kwizera.co.tz. Saa tano kamili usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.